Naitwa Oldupoi Papaa, ni afisa msimamizi wa kodi mwandamizi mkoa wa Kilimanjaro, kutokea kitengo cha elimu na mawasiliano e, TRA mkoa wa Kilimanjaro. Tupo hapa katika viwanja hivi vya Rongai ikiwa e, ni lengo kubwa la kuungana na wadau wetu. Sisi kama TRA tumekuwa karibu na wadau wetu ikiwa na lengo la kuhakikisha basi kwamba wadau wetu nao wanapata elimu na wanajua zile huduma ambazo zinatolewa na TRA. Ukiangalia kwenye banda letu, huduma zote ambazo zilikuwa tunazi, tunazitoa ofisini na hapa tumesogeza karibu na wadau wetu eh, kwa maana ya huduma za ulipaji wa kodi, huduma za makadirio, huduma za file return, usajili na huduma zote ambazo zilikuwa zinapatikana ofisini enda kuwa... wapongeza waandaji wa shughuli, tunawapongeza kwa wenyeji wa eneo hili. Sisi kama wakusanya kodi tunajali, na michezo ni afya, tunajali watu, tunaamini tuna kwamba mtu kama hana afya hawezi kufanya biashara, na sisi bila wafanya biashara hatuwezi kuwepo, bila wafanya biashara ki tunawapongeza waandaaji tunawapongeza watoto walioshiriki watoto ambao wameweza wa wa kukimbia kilomita 21 kilomita 10 kilomita 5 na hata wale ambao wamekuja tu kushiriki pia. Yeah, tuna, tunawapongeza. Lakini pia tumekuja kuhamasisha ulipajikodi tumekuja kuwa karibu na watu. Sisi sio maadui wa watu. Tunataka ulipaji kodi uwe, tunataka kurahisisha ulipaji kodi, tunataka tusituogope, tunataka tuwaelimishe watu. Tunataka tuwawezeshe watu kwa sababu bila biashara hakuna, hakuna TRA. Sisi kipaumbele chetu cha kwanza ni biashara. Umeona? Kwa hiyo tunakaa tunawaelimisha watu ili wasikimbie. Umeona? Inawezekana kabisa hicho unachokikimbia sicho. Umeona? Sisi kama customs au idara ya forodha, lengo letu ni kuwapa wananchi na washiriki wote elimu kuhusiana na namna bora ya uingizaji na uondoshaji wa mizigo kwenye mipaka yetu. Idara ya forodha ina lengo kubwa la kukontrol na kuzuia magendo ya bidhaa mbalimbali ambazo zinaingia kwenye nchi yetu. Kwa idara kama idara ya forodha tuna jukumu kubwa la kusimamia, na lengo letu kubwa ni kutoa elimu na kuwaeleza wafanyabiashara na wananchi wote kwamba watumie malango ambayo ni rasmi, na kwa mkoa wa Kilimanjaro tuna mpaka wa Tarakea na tuna mpaka wa Holili ambayo ndio mipaka tunayoshea na wenzetu wa Kenya. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na tunaomba wananchi watumie mipaka yetu kwa ajili ya kufanya biashara zao na kulipa kodi stahiki kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.